Mazoezini asikubali kwa golini, yeah. Acheze ndani, hebu na mimi nataka niguseguse, ehe, cheza ndani yeah. Uangukeanguke kwanza na miguu, yule mwoga yeah. Ndio maana unapompeleka mpira anakuwa na mawazo mawili, azuia wapige, azuia wapige. Ukiwa na mawazo hayo tu, mpira utakushinda. Ndio maana utakuta anataka kupiga unafikia pale, mbona? Lakini kwa mimi, napiga? Anapiga kweli lakini mikononi kweli iko vizuri, ato fulahi hana mtetemeko wa kukamata mpira na kumtoka. Ndio sifa gorkipa, ila tanin ndogo ndogo anazimudu. Kwanza kulikata goli, anajua kulikata goli na nakutoka goalkeeper. Kosa ukitoka ukimisi, utafungwa hata kwa goli gani. Piga mahesabu yako, mpira nakuja natoka mchezaji wa ndani yoyote akimtoka yoyote, mpira Eleni matatu bado. Hivyo waogopa sana wanaoka lile. Sababu wale wanakaa naangalia, jua pale pale pale. Wakiingia unaona nani? Mechi zote mbili wale wengi alize Basi Simba sasa ndio moto ushawaka wewe. Ushawaka moto. Anasema hiyo bendera chuma mlingoti chuma. Nakwambia hiyo mpira sunami. Pati tu hiyo naonyesha mpira sasa hivi. Mwaka huu atasoma. Watasoma sana. Wewe utasoma. Na unyao anajua. Anajua kwamba? Wanajua. Wanajua kwamba? Wewe msema jua unamwali. Anaongea atakwenda kumaliza kila kitu. Salamu aleikum. Wa alaikum salamu, hali yako bwana? Salama kwa, kwa vizuri. Mimi nashukuru sana kwa vizuri. Bana, bila kupoteza muda, waambie kwanza anazungumza na nani hapa. Mimi hapa jina langu maarufu maarufu Koba, lakini jina langu Bashir Saidi. Bashir Saidi. Eh, nilipata bahati ya kucheza mpira nilipata bahati ya kucheza mpira nilicheza mpira timu ndogo ndogo Avengers, Sijara Soweto Mzizi, pata bahati hiyo na mpira na ujua nilipata ujua. Ya, ya bahati, mabeki wangu walikuwa Ken Mkapa, Musa Fauza, eh, Kasanga Bwalia mm. Thomas Mashala mm. Eh, nilikuwa nashinda na, na Malem nata cha mloma nilikuwa nashinda na Jesu Katuba ivi pahi asingana naye Moses Mkandawile mkidani mm. maumba toka wotekadmimi toka hapo mpaka kesho nisijauza sana eh? Leo kipa milingoti miwili sijauza e. e. kwa sababu wewe ni nyanda mimi e. e, basi sitaki tuende mbali sana. Simba bana msimu huu amemchukua golikipa mzawa e, Yakubu Suleiman kutoka JKT Tanzania kuja kusaidia Zana na Musa pinpin PIN Kamara. Kamara sasa hivi ni majeruhi Mijau. Yakubu anasimama katikati ya milingoti mitatu e, ya nyavu za Msimbazi, namna ambavyo unavyomuona anakidhi na anaendana na ubora Simba Sports Club. Yule atakizi, ajakizi lakini atakizi kaso lake moja, goalkeeper la yake, uanze kucheza ndani kidogo, namba tisa namba sita kidogo, upate mshikosuko. Yule hajapata mshikosuko ile. Eh. Yule kapata kutoka kipa kipa kipa tu. Lakini tangi ya goli kukaa naweza tena na furai yule goli analimudu, kwa sababu ni mrefu, goalkeeper ni mrefu kuliko wachezaji wote yule, kazidi urefu wa kimo kwanza. Makosa madogo madogo tu, ajicha, ajichanganye na mwenzie mazoezini, asikubali ukaa golini acheze yeah, ndani mwambie pale, hebu na mimi nataka niguse guse, ehe, yeah, cheza ndani yeah, uanguke anguke kwanza na miguu. Yule mwoga yeah, ndio maana unapopeleka mpira anakuwa na mawazo mawili, azuia wapige, azuia wapige. Ukiwa na mawazo hayo tu mpira utakushinda uta ndio maana utakuta anataka kupiga unafika pale mbona, lakini kwa mimi napiga, anapiga kweli, lakini mikononi kweli iko vizuri, to fulahi hana mtetemeko kama kukamata mpila na kumtoka, ndio sifa golkipa. Ila tanin ndogo ndogo anazimudu, kwanza kulikata goli, anajua kulikata goli, anajua na kutoka. Golkipa kosa Ukitoka ukimisi utafungwa, hata kwa goli pa gani? Piga mahesabu yako, mpira nakuja, natoka. Mchezaji wa ndani akimwona goli kipa anatoka yoyote ile anakuwa muoga, yoyote eh, sababu yeah, kipa ana vitu vinne, ana mikono yake miwili na miguu yake miwili. Sasa anapokuja kipa, yeah, kipa apendi kucheza lafu, ila itakuwa umecheza lafu wewe kwa kumcheza yeye, elewa. Yeah, kipa ana ngao kubwa sana, kipa kipa li kata kata na ngao kubwa. Mimi nimekaa pale miaka yote bana, kwa sababu unajua mpira. Na umejaribu kumgusia Yakubu Suleiman Nyanda wa Simba kwa sasa eh? <laughs> Eh, labda kama ambavyo unaitazama Simba msimu huu sio eh, ya ya ubingwa sio ubingwa tu yeah. <laughs> na labaki mm. Hey. Mm. Kombe la kabingwa kum... nabakia yeah. na... mwaka jana bwana yeah. Kabingwa aa kombe mm. Fainali nachezaji mara mbili bwana ata kombe nasema hivi la... na shirikisho yes. Oki... yes. Shirikisho upande chati ukishinda kombe sasa kuna nini? Na ubingwa upande chati? Eh, maana kusoma takani utakufaulu. Eh? Eh. Eh. Au takofeli? Au faulu. Sasa ndio hiyo. Kwa mimi nabaki hapo. Wale wenzetu mechi zote zao, pointi pointi zote zile wanaacha. Eh. Wenzetu. wale wenzetu sasa hivi wanaumwa. Utaona, naangalia mpira kama naumwa majipu. Wenzetu wapi kwanza? Unajua? Ah ah. Bana, mimi najuaje sasa. Unajua le. Wale wataje? Wale wenzetu. Eh. Mbele daima nyuma mwiko? Ah. Wanakaa kama unaumwa meno eh. <laughs> Hawamini ah, timu mbovu hey. Wachezaji wawili tu, timu mbovu, wachezaji wawili tu, zingeli? Eh. Eh? Ehe. Nani mwingine, yule mwingine Kakome, ndio. Dube miaka minane ndo hapo, na mguu nani yule, Mzize miaka minane yule eh. Sikaongopea umri, yule mtu ana miaka 30 kama miaka ishirini dozi anampa za toto za kitoto hizi. dozi anampa za toto dogo hizi kweli. miaka miaka minane kwa miezi wiki mbili sio kweli, ila wenyewe wajipa imani, wenyewe wanaumwa mpaka saa hizi

Imani hawana wale, wale wale, kundi chao kihistoria nyuma, wale kundi kundi cha ngoma ngoma hiyo tokomile ndalandala, unajua ngoma hiyo wale wale za ngoma ndalandala, akamchokoza mshabiki wa Yanga.

pale naangalia wakiingia mechi zote mbili, basi moto ushawaka, moto nakwambia, mpira tsunami pati tu, hiyo naonesha mpira sasa hivi. Mwaka huu watasoma watasoma sana, na unajua nawenyw anajua wanajua wewe msemaji wao eh

Mwanaje amchinjia ng'ombe katika shughuli ya kuchinjia. Wale ng'ombe wagonjwa. Malaya. Ninakwambia hivi mwaka huu atasoma sana. Bana mwaka huu ataisoma sana. Zungumza na wana Simba tumalize. Mimi nasema hivi. Eh. Wewe njoo hapa. Eh. Mechi zote njoo hapa. Ndio. Naangalia mpira hapo. Lazio naangalia. Tunafunga, sio tunafunga mpira uwanjani pale. Njoo angalie. Angali utaona, hawa angekuwa mechi ya ushindi mechi zao hizi. Sasa napiga kelele. Yaani, anajuta kundi lile. Wewe mwalabu wa anakufunga kwako na kwake hapa anafungwa, na nashukuru anafungwa. Na nashukuru wape hivyo. Wape salamu yeah. Wape salamu kwambe nimetembea matawi yote yeah. Ni tawi la pila tsunami yeah, Mzinga Kongowe, hatari sisi. Mimi ndo mtu wa fitna watawi, bana huyu ndo mzee wa fitna watawi la mpira tsunami sunami kutokea hapa eh, Kongoe hapa, Mzinga official Abdallah. Nilikuwa Abdallah, na muda mzuri sana hapa na wana Simba ambao wamezungumza mengi kweli kweli kuhusiana na namna ambavyo kikosi chao kimekuwa kikifanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika michuano ya kimataifa kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika eh, ambapo sasa hivi Simba Sports Club ipo katika hatua eh, ya makundi ambayo si story kwao eh, kwani mara zote wanaposhiriki michuano ya kimataifa wamekuwa wakifika hatua ya makundi kwenda robo fainali. Msimu huu wapo katika kundi D, eh, wakiwa na timu kadhaa, wakiwa na Petro Atletico de Luanda kutokea pale nchini eh, Angola, bila kuwasahau eh, Esperance de Tunis kutokea pale nchini Tunisia, nao Stade Malien kutokea pale nchini Mali, ambao watapepetana kuitafuta robo fainali ya michuano hiyo. Lakini ligi kuu Tanzania bara